Karibu mtazamaji wa Nukta TV kwenye Mseto Plus ya leo Oktoba 17, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama taarifa mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Langu jina ni Esau Ezra Ng'umbi, nyuma ya kamera ni Gula Gustav. Tafadhali ambatana nami mpaka tamati. Huenda wafanyakazi wa sekta binafsi wakaanza mwaka 2026 kwa shangwe mara baada ya serikali ya Tanzania kutangaza ongezeko la kima cha mshahara kitakachotumika kuanzia Januari mosi mwaka 2026. Ridhiwani Kikwete, waziri ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, amesema kima hicho kipya kimeongezeka kwa asilimia 33.4 kutoka shilingi laki 275,560 iliyokuwa ikitumika awali hadi shilingi laki 358,322 kiwango hicho kimetangazwa leo Oktoba 17. Huenda kikawakomboa wafanyakazi wa sekta binafsi waliosalia katika kiwango hicho kwa zaidi ya miaka mitatu tangu mara ya mwisho kwa kiwango hicho kuongezeka mwaka 2022. Ongezeko hilo la kima cha chini cha mshahara linazigusa sekta mbalimbali ikiwemo mbali, kilimo, afya, mawasiliano, safarishaji, hoteli, madini, biashara na viwanda, shule binafsi, huduma za ulinzi binafsi, nishati, uvuvi na huduma ya baharini, mchezo na utamaduni pamoja na huduma nyinginezo. Kwa mujibu wa Kikwete, kima hicho kimepangwa kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vilivyoainishwa katika mikataba ya shirika la kazi duniani ILO pamoja na viwango vya kitaifa vilivyoainishwa kupitia sheria ya taasisi za kazi sura ya 3. Akitangaza kima hicho kipya, Kikwete ametoa rai kwa waajiri wote wa sekta binafsi kuzingatia na kutekeleza kima hiki kipya cha mshahara kwa kuwa ni takwa la kisheria, akiahidi wachukulia hatua wale wote watakaokiuka. Benki Kuu ya Tanzania BOT imekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinazodai benki hiyo inachapisha na kusambaza fedha kwa ajili ya uchaguzi mkuu na kwamba baadhi ya benki zimeishiwa fedha kwa ajili ya uchaguzi huo. Taarifa ya Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu iliyotolewa leo Oktoba 17, imebainisha kuwa BOT huchapisha fedha kwa mujibu wa kifungo cha 26 cha sheria ya Benki Kuu sura 197, na, na kuziingiza kwenye mzunguko kulingana na shughuli za kiuchumi na mahitaji ya kubadilisha fedha chakavu na si vinginevyo. Taarifa ya Tutuba imefafanua kuwa benki zote zilizopo nchini zinasimamiwa kwa kuzingatia sheria, kanuni, miongozo na vigezo vya kimataifa ambapo zimeendelea kuwa na mahitaji ya kutosha, ukwaso wa kutosha, zinatengeneza faida na kiwango kidogo cha mikopo chechefu cha asilimia 33 kufikia Septemba 2025 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia tano nukta sifuri pamoja na hayo, BoT imewataka wananchi kutojihusisha na desturi ya kuondoa fedha benki na kuzihifadhi majumbani, ikisisitiza kuwa huu ni utamaduni wa kizamani unaohatarisha usalama wa fedha zao. Serikali imetangaza jumla ya nafasi 17,710 17, za ajira kwa Watanzania wenye sifa stahiki, ikiwemo wauguzi, madaktari, maafisa kilimo na uvuvi ambapo waombaji wanapaswa kutuma maombi yao kupitia mfumo wa sekretarieti ya ajira kabla ya Oktoba 29, 2025, kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na katibu wa sekretarieti ya ajira Oktoba 16 mwaka huu. Nafasi hizo zinahusu kada tofauti za kitaaluma zinazolenga kuimarisha utoaji huduma kwa wananchi katika sekta muhimu za maendeleo ikiwemo sekta ya elimu na afya. Hata hivyo, uchambuzi uliofanywa na Nukta umebaini nafasi za ajira katika kada ya afya ndiyo nyingi zaidi ambapo nafasi hizo ni wauguzi 3945 wa ngazi ya msaidizi, wauguzi 712 wa ngazi ya afisa muuguzi, madaktari wa kinywa na meno 68 pamoja na, na wataalamu wengine wa afya ya mazingira, vifaa tiba na maabara. Ajira nyingine zilizotangazwa ni ualimu, maafisa kilimo, maafisa mifugo, maafisa uvuvi, uhasibu, utawala, sheria, uhandisi, teknolojia ya habari, elimu, utamaduni, michezo, maendeleo ya jamii, ushirika na ununuzi. Miongoni mwa masharti yaliyotolewa kwa uombaji ni pamoja na kuwa na sifa za kitaaluma zinazotambuliwa na serikali pamoja na vyeti halali kutoka vyuo vinavyotambuliwa na mamlaka. Wataalamu wa kada maalum kama wauguzi, wahandisi na wataalamu wa afya ya mazingira wanatakiwa kuwa wamesajiliwa na mabaraza yao ya kitaaluma, huku waombaji wenye wa ulemavu akitakiwa kuainisha aina ya ulemavu wao kwenye mfumo wa maombi ili kuwezesha sekretarieti ya ajira kupata taarifa sahihi. Aidha, Masharti ya jumla yaliyotolewa kwa waombaji wote ni pamoja na mwombaji kuwa raia wa Tanzania mwenye umri usiozidi miaka 45 isipokuwa wale walioko kazini serikalini. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba 17. Asante kwa kufuatilia na kutizama Mseto Plus kwa juma zima, na jina langu ni Sawe Ezra Ngumbi, tayarishaji ni Gunda Gustav. Mpaka wakati mwingine, bye bye.